Nataka wakuja hapa ili walete sisi tuwasaidie. Nataka kuambia Suluhu Samia ya kwamba wacha mambo ya sympathy. Watanzania walikuhurumia kwa sababu ya nini? Kwa sababu Makufuli, walikuwa wanalia kwa sababu Makufuli yamefariki. Mama Suluhu Samia, uliza hii Kenya. Hii Kenya ndiyo iko na jamaa ambaye alifungua, alifungua police station huko Chebarol. Hii Kenya ndiyo iko na rais mwenye aliongoza Amerika. Hii Kenya iko na Obama Alitoka hapa kaenda kurula Amerika. Hii Kenya ndio alikuwa na jamaa ambaye alitoroka na farasi pale bunge. Hii Kenya ndiyo iko na kila mtu ambaye anaingia kila mtandao kwenda kutafuta na kulainisha serikali. Wacha kucheza na hii country, tunataka kila mmoja inji jirani ambaye naumia, sisi tutaingia hapo, Mr. Speaker, kusaidia. Manake kwa jirani kuku kukiungua, kwetu pia kunaungua. Siasa uchumi ikienda chini katika, katika nchi ya jirani, hapa Kenya pia tunaumia.